Ni kwamba Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linajivunia sana mafanikio makubwa ambayo tumeweza kuyapata katika kipindi cha miaka minne ya serikali ya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika awamu hii ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo eh, tunaposema kujivunia mafanikio makubwa tuliyopata katika mkoa wa Mbeya ni katika nyanja mbalimbali ikiwemo nyanja za rasilimali watu, rasilimali vifaa, majengo na mafanikio mengine ni katika kuzuia na kupambana na uhalifu na kuzuia na kudhibiti ajali za usalama barabarani. Kwa upande wa miaka minne jeshi la polisi mkoa wa Mbeya iliweza kupata jumla ya askari mia tatu hamsini na moja na hawa walikuwa wanatoka katika shule ya polisi ambayo hawa walikuwa wanajulikana kama CCP, lakini sasa ni shule ya taaluma ya polisi ambayo ni Tanzania Police School. Mafanikio mengine ni kwamba jumla ya ma, maafisa wakaguzi na askari wapatao 1662 wameweza kupandishwa vyeo kwa renki mbalimbali. Haya ni mafanikio makubwa kwa kipindi hiki cha miaka minne. Lakini vile vile jeshi la polisi mkoa wa Mbeya tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Tumekuwa tukitumia utaratibu za wa taarifa za kiintelijensia na upelelezi wa makosa ya jinai Eh, kwa hawa makachero ambao wameweza, wameweza kupata elimu eh, kwenye vyuo mbali mbali vya Jeshi la Polisi nje ya nchi, na ndani ya nchi na kuweza kuwa na uweledi mkubwa katika kueleza kesi. Kwa hiyo kwa kipindi hicho ambacho nimekitaja, uhalifu umepungua kwa asilimia tatu na kwa hali hiyo tumeweza kuzuia na kupambana na uhalifu ikiwemo sasa kuhakikisha kwamba wananchi wa mkoa wa Mbeya wanafanya kazi za kujipatia kipato na kujizalishia mali bila kuwa na buza yoyote. Na ongezeko hili la rasilimali watu nililotaja, pamoja na vitendea kazi, na ukiongezea na matumizi mazuri sasa haya falsafa ya polisi jamii ambayo tunaenda nayo pamoja na ulinzi shirikishi kwa kweli wananchi umeweza kujengewa uwezo na kuhakikisha kwamba wanaisajia Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mbeya kuwabaini wahalifu na kuhakikisha kwamba eh, wanatoa taarifa kwa wakati na sisi Jeshi la Polisi tunaweza kukabiliana eh, na wahalifu pamoja na viashiria vyote vya uvunjifu wa amani. Aidha, katika kipindi hicho Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya limepata mafanikio makubwa katika kuhakikisha kwa kwamba inafanya misako kwa kutumia magari ambayo tumeweza kuyapata uh, kutoka uh, serikalini kwa kupitia mkuu wetu wa jeshi la polisi, ambapo sasa doria na misako zimeweza kufanyika kwa kiwango kikubwa, na watumiwa pamoja na waarifu pamoja na mali mbali mbali zimeweza kukamatwa kwa kipindi hiki cha miaka minne. Vitendea kazi kwa maana ya magari, tumepata magari mapya 14, pikipiki 11. Kwa hiyo hii ni eh, ni sehemu kubwa sana imetusaidia sisi jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kuhakikisha kwamba tunafika maeneo mbalimbali na tunawafikia wananchi kwa wakati na kuhakikisha kwamba tunaweka hali ya usalama kwenye maeneo yao. Kwa hiyo mafanikio ambayo tumeweza kuyapata kwa kutumia hivi vitendea kazi ni pamoja na kukamata madawa ya kulevya aina ya bangi jumla ya kilo 1,450 na gramu 517, na watumiaji wa madawa hayo wapatao 3,342, e, walizokamatwa, lakini pia dawa za kulevya za kiwandani aina ya heroin zenye uzito wa kilogramu 19.2 zilizokamatwa pamoja na watumiwa sita. Dawa za kulevya aina ya mirungi pia zenye uzito wa kilo tatu ziliwezokamatwa. Lakini vile vile pombe haramu ya moshi yenye e, ujazo wa lita 4162 zilizokamatwa pamoja na mitambo 23 inayotengeneza pombe hizo, na, na watumiwa wapatao 498 walizokamatwa pia kuna silaha 40 zilizokuwa na vibali zilizokuwa zinamilikiwa isivyo halali na watu ziliweza kukamatwa. Magobori yalikuwa 29, shotgun 29 na rifle tatu pamoja e, na bastola mbili. Hivi vile vile risasi 12 za shotgun pamoja na magobori ambayo yanatumika katika eh, magobori yaliweza kupatikana, pamoja na watumiwa wa makosa haya ya kupatikana na silaha bila kibali wapatao 42 waliweza kukamatwa. Kwa upande wa nyara za serikali tuliweza kukamata e, nyara za serikali zenye thamani ya bilioni moja milioni mia sita ishirini na nane laki tisa na sabini. Hao walikamatwa pamoja na watu wao wapatao thelathini na tatu. Lakini kwa upande wa wahamiaji haramu, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya pia tunaweza kukabiliana na wahamiaji haramu wanaoingia katika mkoa wetu, na hivyo jumla ya wahamiaji haramu mia moja sabini na nne walikamatwa. Lakini pia vyombo vilivyosafirisha safirisha e, eh, mario eh, ambapo ikiwemo magari manne pamoja na pikipiki sita ziliweza kukamatwa. Mafanikio mengine ni upande wa wale ambao wanazorotesha uchumi wa nchi. Sisi Jeshi la Polisi mkoa Mbeya pia tumeweza kukabiliana nao. Ni hawa, ni wale ambao wanatorosha madini aina ya dhahabu kutoka kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo, dhahabu yenye thamani ya shilingi bilioni moja bilioni mia nane kumi na tano laki sita na ishirini na moja na mia tisa themanini na saba ziliweza kukamatwa pamoja na watuhumiwa tisa na hawa wanaendelea na kesi yao huko mahakamani lakini pia silaha 34 zilizokutwa zimeibwa zilizokuwa zimeibiwa kwa watu mbalimbali mba, kwenye majumba yao e, silaha zipatazo tatu kwa maana bastora pamoja na uh, shotgun ziliweza kupatikana. Lakini pia kuna mali mbalimbali mba mba mba mba za wizi e, ziliweza kupatikana ukiwemo TV, radio, mitungi ya gesi pamoja na miundombinu mbalimbali ya mamlaka ya maji, pia tuliweza kukamata na watuhumiwa waliweza kufikishwa mahakamani. Watuhumiwa ambao wanajihusisha na makosa ya utapeli kwa njia ya mtandao, hawa pia waliweza kupatikana wapatao 12 wakiwa wanajiwakilisha kwamba wao wanafanya kazi maeneo mbalimbali kwenye taasisi za serikali ikiwemo ofisi za Ikulu, wizara eh, mbalimbali. Hawa pia walikamatwa na kufikishwa mahakamani. Lakini kulikuwa na hili wimbi la watu kupotea, kutekwa na kwenda mahali ambako hakujulikani. Pia Jeshi la Polisi Mkoa wa Mbeya liweza kufanya kazi ya ziada kuhakikisha kwamba linatumia weledi wa hali ya juu, liliweza kufanikiwa kukamata watuhumiwa saba waliokuwa wanajihusisha na matukio hayo, lakini pia watoto wanne waliokuwa wameibwa pamoja na kwa sehemu ambazo hazijulikani liliweza kutafutwa na walipatikana kwa upande wa kesi za mahakamani zilizoweza kufikishwa mahakamani, niongelee ongele mafanikio makubwa ambayo yaliweza kupatikana. Kuna watu ambao walikuwa wanajichukulia sheria mkononi na wengine kufanya makosa kama yao ya, ya mauaji waliweza kufikishwa mahakamani na kutiwa hatiani. Mfano, watumiwa wapatao wa saba walipatikana na hatia ya kunyongwa mpaka kufa kutokana na matukio ya mauaji. Lakini watumiwa ishirini na tatu wa matukio ya kubaka ambayo ni makosa ambayo kwa kweli tunakabiliana nayo kwa kiasi kikubwa pamoja na kulawiti walipatikana na hatia ya kifungo cha maisha gerezani na vilevile watumiwa ishirini na moja wa matukio ya unyang'anyi wa kutumia silaha au unyang'anyi wa kutumia nguvu. Hawa pia walipatikana na hatia na walifungwa kifungo cha kwenda jela miaka 30. Wapo pia watumiwa wapatao 133 wa makosa ya mtandao pia hawa waliweza kumatwa na walifikishwa mahakamani. Kwa hiyo eh, kwanza pia tulijitahidi kupunguza mlundikano wa, wa mahabusu magerezani umepungua kiasi kikubwa kwa sababu eh, taasisi mbalimbali tunazoshirikiana nazo wanao, kuna vifungo mbadala vinazingatiwa, lakini pia eh, tunahakikisha kwamba hatu hatutoki nje ya ya ule utaratibu wa kuchunguza kwanza kesi, kupeleleza kwanza kesi, tunapokuwa tumeona kwamba hii kesi ina ushahidi wa kutosha ndio tunapeleka mahakamani. Kwa hiyo swala la kupeleka mahakamani eh, watu bila kuwa na ushahidi wa kutosha, hilo sisi jeshi la polisi mkoa wa Mbeya tumelizingatia sana. Kwa hiyo, kwa upande wa usalama barabarani pia tumeweza kupunguza ajali uh, za barabarani kwa asilimia mbili pointi nane ambapo sasa hii inachangiwa na nini? Inachangiwa na vifaa kazi ambavyo tumevipata ikiwemo magari kama nilivyosema magari ya highway patrol, lakini kuna vifaa mbalimbali kama vile pos speed radar kwa ajili ya kupima mwendo kasi, lakini vipima ulevi ambavyo tumeweza kuvipata vipya kabisa ambavyo vinasaidia. Kwa hiyo pos machine vts tiramis Misi, hii mifumo yote ambayo tunaitumia na yenyewe imesaidia katika kuhakikisha kwamba masuala yote ya usalama barabarani yanadhibitiwa na tunazuia kwa kiwango kikubwa makosa yote yanayotokana na uzembe, makosa yote yanayotokana na ulevi, kutokana na vifaa na mifumo ambayo tunaitumia. Kwa kipindi hiki cha miaka minne ya Mheshimiwa Rais eh, Daktari Samia Suluhu Hassan, Jeshi la Polisi Mkoa wa Mbeya imefanikiwa kujenga vituo vya polisi na kusogeza huduma kwa, kwa kwa wananchi kiwango kikubwa sana. Miongoni mwa vituo vya um, polisi vilivyojengwa katika mkoa wa Mbeya ni pamoja na kituo cha polisi Makongolosi ambacho kiko kabisa mpakani mwa mikoa miwili, mkoa wa Tabora na mkoa wa Singida, na kutoka hapa Mbeya mjini kwenda mpaka pale mpakani kama kilomita mia nne na themanini. Kwa hiyo unaona kwamba tumesogeza huduma kwa wananchi, lakini pia kuna vituo vingine ambavyo vimejengwa kwa kipindi hiki kama vile Kambikatoto, Itumbi, Ifumbo, Sangambi. Jeshi la Polisi Mkoa wa Mbeya tunamshukuru sana Mkuu wa Jeshi la Polisi nchini afande IGP Camillus Wambura kwa kuendelea kusimamia maslahi ya Jeshi la Polisi kwa askari wote na kuhakikisha kwamba Jeshi la Polisi linafanya kazi kwa weledi, uadilifu na usasa na kutumia vifaa hivi ambavyo e, tumevipata pamoja na magari ili kuhakikisha kwamba